Kanisa y Katoliki duniani kupitia chombo maalumu cha kutoa taarifa almaarufu kama Vatican News he, leo kimeweza kutoa taarifa ambayo pengine ni taarifa ya kufurahisha, na taarifa ambayo pengine imeweza kuwafurahisha wapenzi na wakatoliki wengi duniani ambao wanaabudu na, na kufuatilia kwa ukaribu zaidi kwa kanisa Katoliki na pengine watu ambao wanaabudu kanisa Katoliki hapa duniani, yani hapa nikiwa namaanisha Roman Catholic. Hii leo kupitia chombo maalum Vatican News kimeweza kutoa taarifa ambayo ni ya kufurahisha, pengine watu wengi, Wakristu wengi duniani wameweza kuwa na furaha. Ikumbuko kwamba siku za hivi nyuma kanisa Katoliki liliweza kumpoteza baba mtakatifu ambaye kikatoliki na kikanuni ni, eh, ni kiongozi mkubwa wa kanisa hilo ambaye uliongoza kanisa hilo kama mkuu wa kanisa hilo duniani kote. Na huyo kiongozi ndo alikuwa akiitwa Papa Francisco ambaye siku kadhaa hapo nyuma aliweza kupoteza maisha, eh, akiwa amefariki akiwa na umri wa miaka themanini na nane. Bwana, hii leo kanisa Katoliki limeweza kumpata baba mtakatifu mpya yaani, hapa nikiwa namaanisha papa mpya, ambaye atakuja kuliongoza kanisa Katoliki kwa mara nyingine tena kama ilivyokuwa kanuni ya kanisa katoliki duniani na leo ameweza kupatikana papa mpya ambaye anaenda kwa jina la Robert T. Francis Prevost, ambaye alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1955 kwenye mji wa Chicago, Marekani. Na huyu ni papa mpya wa kanisa katoliki akichukua jina la Papa Leo wa 14 kuchaguliwa kwake mnamo Mei 8 2025, na kunamfanya kuwa marekani wa kwanza kushika wadhifa huu katika historia ya miaka 2000 ya kanisa hilo katoliki duniani. E, bana, huyu papa ambaye ameweza kupatikana siku ya leo ni papa ambaye alikuwa na elimu kubwa kabisa, ambapo tunakuja kuangalia maisha yake ya kielimu. Aliweza kupata elimu eh, katika chuo cha Privosti ambapo alitimu shada ya sayansi katika isabati kutoka chuo kikuu cha Villanova mwaka elfu moja mia tisa na sabini na saba. Baadaye alijiunga na shirika la Mtakatifu Agostino, yani ikiwa OSA, ili ni shirika ambalo alikuwa akitumikia kama E, mtumishi wa Mungu katika shirika hilo mwaka huo huo na akaweka nadhiri zake za milele mnamo Agasti mwaka 1981, ambapo hapo alipata shahada ya uzamili katika theolojia e, kutoka e, Catholic Theological Union mjini Chicago huko huko, na kisha shahada ya uzamili na shahada ya uzamivu katika sheria ya kanisa kutoka chuo kikuu cha kipapa cha mtakatifu Tomasi Aquinas Angelicum huko huko mjini Roma. Sasa tuangazie maisha yake ya kichungaji na uongozi wake mzima. Baada ya kupewa daraja la upadri mwaka 1982, Prevost alitumwa Peru mwaka 1985 kama misionari. Alitumikia katika maeneo mbalimbali ya Peru ikiwa ni pamoja na Chulucanas na Trujillo ambako alidumu kama paroko, na kama mnavyojua paroko ni mtu ambaye labda tuseme kwamba mkuu wa kituo hicho cha Roman Catholic, mkurugenzi wa malezi na mwalimu wa sheria za kanisa na jaji wa mahakama ya kanisa. Tena mnamo mwaka 1999 alichaguliwa kuwa mkuu wa mkoa wa shirika la Agostino huko huko Chicago, na mwaka 2001 alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika hilo duniani, nafasi aliyoitumikia hadi mwaka elfu elfu mbili na kumi na tatu. Labda kuweka sawa ni kwamba katika shirika hilo ambalo alikuwa akilitumikia, aliwahi kuwa kiongozi au mkuu wa shirika hilo dunia nzima, na mwaka elfu mbili na moja alichaguliwa ku, kuwa mkuu wa shirika hilo, kama nilivyotangulia kukwambia hapo awali, mwana Haradali Media na mwaka 2014 Papa Francisco ambaye ametangulia mbele za haki, aliweza kumteua kuwa msimamizi wa kitume wa dayosisi ya Chiclayo nchini Peru, na mwaka uliofuata akawa askofu wa dayosisi hiyo hiyo. Katika kipindi chake huko alihudumu pia kama makamu wa rais wa baraza la maskofu wa huko huko Peru, Kuanzia mwaka elfu mbili kumi na nane hadi elfu mbili na ishirini na tatu Nafasi za juu Vatikani na uchaguzi wa upapa, na hapa tutaweza kuzijua sasa nafasi za juu katika uchaguzi wa upapa. Mnamo Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Prevosti ambaye ndio huyo huyu sasa papa, kama labda kuiweka sawa E, jina lake ni Prevost aliteuliwa na Papa Francisco kuwa mkuu wa idara ya maaskofu yaani Dicaster for Bishops, na rais wa tume ya kipapa kwa ajili ya Amerika ya Kusini. Katika nafasi hii alikuwa na jukumu la kuidhinisha uteuzi na wa mahaskofu duniani kote, jambo lililompa ushawishi mkubwa ndani ya Kanisa Katoliki aliteuliwa kuwa kardinali mnamo Septemba eh, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Na baada ya kifo cha Baba Francisco mnamo Aprili elfu mbili na ishirini na tano alichaguliwa kuwa Papa katika mzunguko wa nne wa upigaji kura wa mkutano wa makardinali yaani conclave uliofanyika Mei nane ileo. Sasa pengine watu wangependa kujua maisha binafsi ya baba huyu mtakatifu ambaye ameweza kupatikana siku ya hii leo. Maisha yake binafsi, Prevost ana uraia wa Marekani na Peru. Sasa katika historia ya kanisa Katoliki duniani huyu ndo papa wa kwanza kutoka katika ukanda wa Amerika akiwa na uraia wa Marekani. Sasa hii itakuwa ni tofauti kidogo na baba mtakatifu aliyepita Francisco ambaye alikuwa ni raia wa Argentina lakini Prevost ana uraia wa Marekani na Peru na ana asili ya Hispania, Kitaliano na Kifaransa. Anajulikana kwa mtazamo wake wa wastani na uongozi wa kidiplomasia akifanana na mtangulizi wake baba Francisco katika msisitizo wa huduma kwa maskini na mageuzi ndani ya kanisa Katoliki ulimwenguni. Kuchaguliwa kwake kama Papa Leo wa kumi na nne kunatarajiwa kuendeleza mwelekeo wa mageuzi, ya mageuzi na ushirikishwaji ulioanzishwa na Papa Francisco huku akikabili changamoto za kifedha, kiroho ndani ya Vatican. Hakika hii itakuwa ni furaha kubwa kwa kanisa Katoliki ulimwenguni, kwani kanisa lilikuwa na shauku kubwa ya kuweza kumpata baba mtakatifu ambaye ataweza kuliongoza kanisa Katoliki ulimwenguni kwa mara nyingine tena, mara baada ya kutangulia mbele za haki Baba Mtakatifu Francisco ambaye alikuwa kiongozi mkubwa katika kanisa Katoliki duniani. Na leo kwa habari njema, Mei nane tumeweza kumpata baba mtakatifu mpya Prevost ambaye ataweza kuliongoza kanisa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Lakika ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na historia kama ulivyoweza kuiona hapo juu imesomwa na mimi Latin, lakini mwongozaji na msimamizi wa makala iye ni Damian yani Mapunda. Tumsifu Yesu Kristu mpaka wakati mwingine kukusii na kukusisitiza ni kwamba kaa karibu na familia hii ya Kimungu uweze kupata taarifa nyingi na mambo mazima ya usuyo dini ya Kikatoliki. Na hapa tutakuwa tukikuletea mambo kadha wa kadha ambayo yanajili kuchukua nafasi katika kanisa Katoliki ulimwenguni. Tumsifu Yesu Kristu, na Mungu akubariki. <tune>